Kuna mambo kadhaa ya kusema. Tumekuja kulipoti polisi kama tulivyotakiwa, baada ya kuachiwa jana. Tumeambiwa turudi tena Alhamisi asubuhi saa nne kwa niaba ya chama chetu kwa niaba ya chama chetu <tipos> Narudia tulichosema, eh? Tumekuja kuripoti polisi kama tulivyotakiwa jana, baada ya kuachiwa. Tumeambiwa turudi Alhamisi saa 4 asubuhi, kwa tutarudi Alhamisi saa 4 asubuhi. Kuna mambo kadhaa ambayo nataka kusema kwa niaba ya chama chetu. Mimi nimekuwa mahabusu ya polisi tangu tarehe 22 na 20. kwa siku 21 mfululizo mfurulizo